Mambo vipi? Karibuni kwenye video ya siku ya leo. Tunaendelea na series yetu ya kutengeneza shepu na siku ya leo tutaandaa chakula cha mchana. Upekee wa chakula hiki cha siku ya leo ni kwamba tutatumia vyakula ambavyo unavifahamu na chakula ambacho kinapigwa marufuku sana sana sana katika swala la kupunguza tumbo, katika swala la kupunguza uzito, chakula hiki kinapigwa marufuku mno, mm, lakini video hii ya siku ya leo nitakufundisha jinsi ya kukiandaa chakula hiki ili uweze kupunguza uh, madhara ambayo huwa yana kwa namna moja ama nyingine, ndio anasababisha mtu anaongezeka uzito. Na madhara haya yapo kwenye kiasi cha chakula hiko, yapo kwenye namna unavyochanganya vyakula chakula hiko na vyakula v So hakikisha unaangalia video hii kuanzia mwanzo hadi mwisho. Huenda leo nikakuokoa na ukaendelea kufurahia chakula chako pendwa ambacho umekuwa ukila tangu utotoni. Of course, sasa kila mtu anaweza kwenda supermarket kila siku na kununua chakula ambacho ni mbadala wa chakula hiki cha siku ya leo ambacho ni gharama mara mbili zaidi. So mara nyingi inaweza ikapelekea watu wengi wakakata tamaa na kuona safari ya kuongeza mwili wa chini na kupunguza tumbo kwamba haiwezekani kabisa kitu ambacho sio kweli. Leo utaendelea kufurahia chakula chako huku ukiendelea kufurahia matokeo yako endapo utapangilia na kupakua kama ambavyo nitaonyesha katika video ya secret. Kama unataka zaidi video za aina hii hakikisha umelike video hii na kama una swali uliza swali lako sehemu ya comment na kama bado hujisubscribe hakikisha umesubscribe kwa sababu ndio njia pekee ya kujiungana Tutaanza kwa kuandaa maharage. Na ni muhimu nimeamua niwaoneshe vitu gani ambavyo huwa naongeza kwenye maharage na jinsi ambavyo unayapika kwa sababu namna unavyopika pia ina affect kiasi cha calories ambacho utakuwa nacho kwenye chakula chako. Na katika mapishi yako usipendelee kukaanga mafuta kama mafuta unayotumia ni tofauti na ya, mza, ya mzaituni. Mboga mboga zote karoti, hoho ni nzuri sana; kitungu saumu na tangawizi vinaongeza flavor pia, vina faida nzuri kiafya. Nitaongeza zaidi maziwa fresh kwa ajili ya kuongeza virutubisho zaidi, ambavyo hapo nalenga zaidi kupata protein. Badala tu ya kuongeza vitu vingine nitaweka kitu chenye faida. Baada ya dakika tatu, kila kitu kitakuwa tayari. Mboga za majani ndizo muhimu zaidi. Jinsi unavyozipika ukikosea, utacha virutubisho vyote jikoni. Mapisha mboga zako za majani, usipendelea kukaanga mafuta kama sio mafuta ya mzeituni. Katia katia viungo vyako vyote kisha ipike mboga yako kwenye moto wa wastani, sio zaidi ya dakika tano, na mboga yako ibaki na rangi yake ya kijani. Na sasa ni muda wa kupakua na kula. Huu ni wali mweupe. Wali huu ni kiporo ambacho kimelala kwenye friji, nitakwambia baadaye kwa nini. Nitaweka nusu kikombe cha wali huu pamoja na maharage na kuyachanganya pamoja, kisha nitapakua mboga zangu za majani za kutosha, na nitaweka nyama. Nyama naitumia hapa ni nyama ya kuku kidali ambacho kimeokwa, hakijakaangwa kwa mafuta. Kidali changu kilikuwa kidogo sana kwao, nitatumia viwili lakini kama kidali chako kikubwa, kimoja kinatosha. Kwa kutumia wali ambao umelala kwenye friji, unasaidia sana katika kupunguza glycemic index yake, ambayo haitakudhuru sana katika kupandishwa kwa sukari kwenye damu pindi utakapokula. Pia kuchanganya kwa maharagi kuwa na protini ya kutosha, pamoja na parachichi lenye mafuta mazuri. Mchanganyiko au muunganiko wa vyakula hivi vyote kwa pamoja vitakusaidia wewe kupata matokeo mazuri bila kuafektiwa kwa kula kwako kwa kwa wali mweupe. Nyama